Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu apewe sifa. Wapenzi wa Mungu, ni kama kawaida yetu inavyofika siku nyingine, basi tunajifunza neno fulani, nia na mazumuni kujiweka karibu na Mungu. Hmm, na kuja na huu msemo mimi ndimi njia ya kweli na uzima, mtu aji kwa Baba ila kwa kupitia mimi. Hayo ni maneno ya Yesu na ni maneno watu wengi sana wanayafahamu au wameshawahi kuyasikia. Sasa Yesu ni wa kila mtu, ni wa kila mtu. Kuna wengine hawamjui lakini Yesu ni wa kila mtu. Ndio maana kwa imani ya Kiislamu wanapenda kumuita Nabii Isa, lakini japo sina uhakika kamili kwamba Yesu ndio Nabii Isa, kwa sababu kuna sehemu kidogo kama vitu vinaenda vinatofautiana vile ya yeah. Sasa kwa nini Wakristo wanamfata sana Yesu? Wanamfata Yesu kwa sababu amesema yeye ndio njia pekee ya kumfikia Baba, na bila kumfata yeye huwezi kumfikia Baba. Yeye ndio njia pekee. Mimi ndimi njia ya kweli na uzima, mtu aji kwa Baba ila kwa kupitia mimi. Sasa wewe unataka kwenda kwa Baba utapita wapi? Wakati njia yenyewe unaikataa, njia yenyewe utaki kuipokea, utapita wapi kufika kwa Baba? Kwa sababu wote tunajua baba yetu ni Mungu ambaye wote tunamwabudu huyo, muumba mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Lakini kumfikia yeye Yesu amesema yeye ndio njia. Ipo misemo mingi, tunasema kwamba watu tutapitia dini, tutajua dini ni njia, lakini je, njia hiyo ni ipi? Dini ni njia, njia hiyo ni ipi? Kwa hiyo, kwa Kristo Yesu ndiyo amejitambulisha, mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Kwa hiyo kwa Kristo hiyo, tunasema dini ni njia, kumbe ndio Yesu Kristo. Kwa wenzetu sijui, ndio maana inatakiwa tumpokee Kristo, ili tupate njia ya kufanyaje, ya kumfikia Baba. Miujiza mingi watu wanatenda kwa ajili ya kumpokea Kristo magonjwa mengi yanaponywa kwa jina la huyu Kristo, wokovu mwingi watu wanaokolewa kwa namna mbalimbali, kwa kupitia jina la Yesu Kristo. Jina hili lina nguvu, ni ngome imara, ni mwamba. Ndugu zangu tujitahidi sana kumpokea huyu, ili afanye mabadiliko katika maisha yetu, afanye mabadiliko kule tunapoendaga, huko tunapokusudia kwenda, kwa imani tufanye mabadiliko, tumpokee huyu, tukae ndani yake na yakae ndani yetu, sababu Amesema sisi hatuwezi bila yeye, basi ni lazima tukae ndani yake, ili yeye akae ndani yetu, tuweze kufanya vitu ambavyo haviwezekani kufanyika. Kwa kusema hayo, nisema tubarikiwe na tuzidi kujifunza maneno siku hadi siku, ili tupate macho ya kuona, masikia ya kuvubuka, ya kusikia. Bye-bye. Na mbarikiwe sana. Neema ya Mungu iwe juu yena.